Mkoa wetu na wenyewe utakuwa na bahati ya ujio wa kutembelewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kipindi hiki atakuwa anatembea kama mgombea, anakuja kupiga kampeni kwa sababu mwenyewe ni mgombea wa kiti cha urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Tunatarajia atafika mkoani kwetu tarehe kumi na tano mwezi huu, mwezi wa kumi ishirini na tano. Na eneo lake la kwanza akitoka hapa mjini, wakati amefika Muleba hapo, tutakuwa na mkutano wa hadhara ambao ni mkubwa eh. Akitoka atasimama Kyaka na kuzungumza na wananchi ambao watakuwa wanamongoja pale na akitoka pale atakuwa na mkutano ambao ni mkubwa ambao ni Karagwe, ambao kwa upande wa Karagwe e, ambao ni kituo kikubwa, lakini tungewaomba wale e, wanakagera wa Kyerwa na wenyewe waweze kusogea inapowezekana, kusudi wapate nafasi ya kumsikiliza tarehe tare kumi na sita ta hapa Bukoba mjini. Kwa hiyo hapa Bukoba mjini ndio tuna tuna, tu, tu, tu, tu, tunaomba wananchi wote wa Bukoba mjini, sasa ndiyo nafasi ya kumpa raha, maanake amefanya mambo mengi hapa Bukoba mjini ambayo yalikuwa kwa muda mrefu yamekwama. Sasa wananchi wanahamu kusikiliza, wategemee nini katika miaka mingine mitano ambayo anaiombea. Sasa wananchi tu, tunawaomba vitu viwili. Cha kwanza ni kuhudhuria mkutano wetu ule. Wale ambao wako Muleba wahudhurie kwa wingi, wale ambao wako karibu na Kiaka maeneo ya Missenyi wahudhurie kwa wingi, Karagwe wahudhurie kwa wingi, na Bukoba mjini ndio tufurike kabisa. Kwa hiyo hiyo, tunawaomba kila mmoja apate taarifa na ninyi mzifikishe. Lakini la pili kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine watashindwa kuhudhuria hiyo mikutano, tunaomba wafuatilie kupitia vyombo vya habari mbalimbali.